Hii taarifa nimeitoa kwenye official page kwenye kurasa rasmi ya jeshi la polisi Tanzania. Naomba nikusomee kama ilivyo, pamoja na komenti za watu mbalimbali juu mbali ya tukio hili la kusikitisha ambalo limetokea mkoa wa Dar es Salaam. Halafu na wewe uniandikie hapo kwenye upande wa komenti maoni yako juu ya kile ambacho kimetendeka. Taarifa inasema kwamba Mahakama ya Wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam imemhukumu Baraka Benedicto mwenye umri wa miaka ishirini na mbili, mkazi wa Sinza Wilaya ya Kinondoni Dar es Salaam, kifungo cha miaka thelathini gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kumlawiti kijana wa kiume mwenye umri wa miaka kumi na nne. Akisoma hukumu hiyo Machi 14, 2025, hakimu wa Mahakama ya Wilaya ya Kinondoni Mheshimiwa Nambwike Mbaba amesema mahakama imeridhika na ushahidi uliotolewa na jamhuri katika kesi hiyo ya namba 5866 mkwaju 2024. Baraka Benedicto alikuwa anashitakiwa na kosa la kulawiti kinyume na kifungu 154 kifungu cha kwanza a na kifungu cha pili ya kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita marejeo 2022. Mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo Februari tatu 2024 katika eneo la Sinza Leon wilaya ya Kinondoni mkoa wa Dar es Salaam, ambapo alimwingilia kinyume na maumbile kijana wa kiume mwenye umri wa miaka kumi na minne. Mwisho wa taarifa hiyo ambayo imechapwa na Kurasa rasmi ya Jeshi la Polisi Tanzania. Hii ni taarifa ambayo ni ya kusikitisha na iliyotokea Dar es Salaam tukio lilotokea mwaka uliopita na hukumu imeweza kutolewa siku hii. Sasa kwenye baadhi ya komenti ambazo watu wameguswa na tukio hili la kufungwa kwa watu huyo, naomba nikupitishe kwenye komenti kadhaa, lakini na wewe pia ukiandika hapo kwenye kurasa ya Sawasawa Digital ukiweza kutuandikia juu ya sakata hilo ambalo limetokea juu ya matukio ambayo yamekuwa ni ya kufikirisha kwa kipindi hiki cha sasa. Komenti zinasema kwamba da, mambo ni mengi sana muda ni mchache, huku mwingine akisema kwamba wawe wanawanyonga tu hao watu. Mwingine akisema kwamba kunyongwa kabisa, angenyongwa hawa kabla ya kwenda jela, wafanyiwe vitendo ambavyo wamevifanya pia wao, akamalizia na neno ambalo si rafiki kulitamka hapa. So mwingine amesema kwamba laana zimfikie huko alipo basi. Tuseme dini haijui, je, jamii yake inaruhusu hicho alichokifanya? Huyu ni mtu ambaye amesikitishwa na kitendo ambacho kimefanywa na kijana huyo mwenye umri wa miaka ishirini na mbili. Na wewe tuandikie hapo kwenye upande wa comments, na sisi tutakuja kujibu hapo comment yako, kwa sababu jambo kama hili ni jambo zito na jambo gumu, kama ambavyo nimekwambia hapo awali. Kumbuka hii ni Sawasawa Digital. Usisahau kusubscribe kutana on notification bell ili wa kwanza kupata taarifa zetu punde tu tunapokuwa tumekuwekea. Hii ni Sawasawa Digital, habarika kiganjani mwako.